Yesu aliufananisha wokovu wetu na kuingia kwetu katika ufalme wa mbinguni na kualikwa na kushiriki katika karamu ya harusi. Kwa nini aliifananisha na karamu ya harusi? Yesu akasema nao tena kwa mifano akawaambia, Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme mmoja aliyemwandalia mwanawe karamu ya harusi. Kwa hiyo nendeni katika njia panda mkamwalike karamuni yeyote mtakayemwona. Ukumbi wa arusi ukajaa wageni. Vipengele muhimu vya karamu ya arusi ni bwana arusi, bibi arusi na wageni. Mwana wa mfalme katika mfano anawakilisha Yesu ajaye mara ya kwanza aliyekuja kama mwana wa Mungu na wageni waalikwa wanawakilisha watakatifu wanaompokea Yesu na kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Walakini bibi arusi ambaye ndiye mhusika mkuu wa karamu ya arusi haonekani popote. Hii ni kwa sababu wakati wa bibi arusi kutokea ulikuwa bado haujafika katika ujio wake wa kwanza. Biblia inatabiri kwamba bibi harusi atatokea katika siku za mwisho, wakati wa ujio wake wa pili. Kwa maana harusi ya mwanakondoo imewadia na bibi harusi wake amejiweka tayari. Wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo. Mwanakondoo ambaye ni bwana arusi na mke wa mwanakondoo sasa wanatokea kwenye karamu ya arusi na kuna wageni ambao wamealikwa kwenye karamu ya arusi. Katika karamu ya arusi ya mbinguni kuna bwana arusi na wageni vilevile na bibi arusi. Yesu alitujulisha miaka elfu mbili iliyopita kwamba pia kuna bibi arusi kwenye karamu ya arusi ya mbinguni, na akaufananisha wokovu wetu na kuingia kwetu katika ufalme wa mbinguni na kushiriki katika karamu ya arusi ya mbinguni. Basi Mwanakondoo, Bwana arusi, katika unabii wa Ufunuo 19 ni nani? Mwanakondoo ni Yesu, walakini mwanakondoo anayetokea pamoja na bibi arusi anamwakilisha Yesu ajaye mara ya pili anayetokea katika siku za mwisho, na wageni walioalikwa ni watakatifu watakaopokea baraka ya uzima wa milele. Basi Bibi arusi, mke wa Mwana-Kondoo, ambaye anatokea wakati wa ujio wake wa pili ni nani? Njoo, nami nitakuonyesha Bibi arusi, yaani, mke wa Mwana-Kondoo. Naye akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Yerusalemu wa mbinguni unaashiria Bibi arusi, mke wa Mwanakondoo. Yerusalemu wa mbinguni anamwakilisha nani katika Biblia? Yerusalemu wa mbinguni ndiye mama yetu. Unabii katika Ufunuo kwamba Bibi arusi wa Mwanakondoo atatokea unaashiria kwamba Mungu Mama ambaye yuko mbinguni atatokea katika dunia hii. Kwa maneno mengine, katika siku za mwisho, Yesu ajaye mara ya pili, Mungu Baba na Mungu Mama watatokea na kuwaalika watakatifu kwenye karamu ya arusi ya mbinguni. Kwa hiyo, katika siku za mwisho, lazima tumpokee sio tu Mungu Baba bali pia Mungu Mama. Ndipo tu tunaweza kupokea baraka ya kuingia katika ufalme wa mbinguni kama wageni kwenye karamu ya arusi. Natumaini mtampokea Mungu Mama na kufurahia shangwe na furaha katika ufalme wa milele wa mbinguni.